Hapa ni katika makaburi ya kifalme yenye mwonekano wa kuvutia kutokana na usafi wake, yapo ndani ya, ya Mji Mkongwe katika kisiwa cha Unguja, pembezoni mwa Bet Sahili. Kasi la kifalme kwa sasa linaitwa kasi la wananchi. Sultani Said Saidi bin Sultani ndiye alianzisha eneo hili la makaburi haya kwa lengo la kuwa na makaburi maalum ya kuzikia watoto wa Imamu Ahmadi bin Saidi, mwasisi wa utawala Al-Busaidi. Zuhura Ali ni msimamizi wa eneo la makaburi ya kifalme naye, anatoa historia fupi kwa wawakilishi wa makampuni ya watembeza watalii na waingiza watalii visiwani humu. Tuna makaburi 87. Katika haya 87 9 ndio hao wafalme waliotawala Zanzibar wamezikwa hapa, na watatu wamezikwa nje ya hapa. Waliozikwa nje ya hapa, wa kwanza ni Sultan Khalid bin Said aliyetawala kwa muda wa siku tatu tu mwaka 1896. Mwingine ambaye mwengine hakuzikwa hapa ni Sultan Ali bin Humud, alifariki dunia Paris mwaka 1918 na amezikwa huko. Je, eneo hili la makaburi limegawanyika ni katika sehemu kuu ngapi? ni makaburi haya katika sehemu kuu tatu. Sehemu so, ya kwanza ambayo ni hili hapa ni kaburi kongwe. Hili lilianzishwa mwaka elfu moja mia nane na hamsini na nne. Yaani mtu wa kwanza kuzikwa hapa ni Khalid bin Said mwaka elfu moja mia nane na hamsini na nne. Hili ni eneo aeneo kongwe ambayo ni kaburi kubwa, kaburi kubwa hili linajumisha Khalid Said Said mwenyewe naeza mtoto wake wengine. Eneo la pili ni hili hapa ambayo lilianzisha mwaka elfu moja mia tisa na mbili baada ya kifo cha Sultan Humud bin Muhammad, na eneo la tatu ni hili hapa elfu moja mia tisa na sitini. Kutokana na historia hiyo nzuri ambayo imejificha, ndipo mamlaka mji mkongwe inaamua kula keki pamoja na watembeza watalii na waleta wageni ili kutoa nafasi ya ongezeko la wageni wanaotembelea mji mkongwe. Najua hakuna incentives, kwa hiyo lengo la kuitana moja ni kuwa na incentive. Kiingilio chetu ni elfu ishirini na tano kwa wageni wa nje ambao tunawalenga hao zaidi. Kwa watoto ni ndsa eh, lakini ni $5. I don't know how much that. Kwa hiyo tulivyokubaliana na serikali ni kwamba kila mgeni mmoja ambaye utamleta, analeta mgeni na watu wangu wahasipu pale, utaweka utaratibu gani wa kuweza kufanya documentation. Umeleta wageni mia, maana yake utakuwa na mia mara elfu tano. Baadhi ya wawakilishi wa makampuni ya kitalii wamesema hatua hiyo ya serikali kuvibua vivutio vipya ndani ya mji huo kutaleta manufaa makubwa miongoni mwao, kwa sababu hili leneo lilikuwa kama vile liko dead lime halifanyi kazi yoyote. Kwa hiyo tunashukuru uongozi na tunashukuru serikali kwa kuweza kutupa nafasi hii na kuweza kujua, kwa sababu nia, nia na lengo letu sisi kama tour operators kuitangaza Zanzibar. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumeongeza katika moja ya vivutio ambavyo vinapatikana katika Mji Mkongwe. Serikali itafaidika na sisi tutafaidika. Nafikiria hii ni sehemu moja ambayo tutaweza sasa kuja na maelewano na kutokana na wale ambao wahusika wa hapa na maeneo mengine ya makumbusho ya, ya Mji Mkongwe, ili sisi tuweza sasa kuangalia jinsi gani tutaweza kuisaidia serikali katika kuyatangaza maeneo haya ya utalii. Walichokifanya serikali ni standard kabisa ya fanya kazi za kitalii, kwa sababu huwezi kumfanyia mtu kazi kisha yeye akapata pesa, wewe mwenye kampuni ya utalii uka usipate pesa, kisha unadaiwa na kodi na serikali hiyo hiyo. Ni shida kabisa. Mpango wa serikali kupitia mamlaka mji mkongwe kutangaza eneo la makaburi ya masultano utawala Zanzibar na vituku vyao litaweza kusaidia kuongeza utalii wa visiwa hivi pamoja na kuongeza pato la serikali na mtu mmoja mmoja kutoka Zanzibar. Mtumwa Saidi, habari Weekend.